Yes, mambo vipi? Watu wengi tunatumia mitandao ya kijamii nikimaanisha Facebook, Instagram, TikTok, lakini pia bila kusahau WhatsApp, pia watu wanatumia sana. Lakini pia mwanzilishi wa eh, Facebook tunajua kabisa ni Zuck, ambaye anafahamika kwa jina la Mark Zuckerberg, ambaye mpaka sasa hivi ameweza kutimiza umri wa miaka 41. Sasa kulingana na jarida eh, ambalo pia la Wealth Mark Zuckerberg anaweza kushika nafasi ya pili kwa utajiri duniani ambapo pia aliweza kuanzisha e, mtandao wa kijamii wa e, Facebook akiwa na, akiwa chuoni wa kipindi hicho ambapo alikuwa e, ana umri wa miaka 19 tu. Alipofikisha miaka 25 alikuwa ana utajiri wa dola milioni 900. Lakini pia e, miaka mitano baadaye nikimaanisha alipotimiza miaka 30 alikuwa 000, 000, 000, na utajiri wa dola bilioni 26 na sasa miaka 11 baadaye pia ana Hajiwa, eh, kuwa na dola zaidi ya bilioni 226, mambo ambayo pia eh, kila mmoja anakuwa anajiuliza kwamba kijana mdogo kipindi hicho aliweza kufanya kufanya mambo makubwa kwenye masuala mazima ya kuweza kubadilisha eh, kwenye, kwenye mitandao na vitu vingine kuweza eh, kwenda viral. Watu wengi wanatumia mitandao hii eh, kama Facebook, Instagram lakini pia eh, eh, tunaweza tukasema WhatsApp pia watu kuweza kuchat na vitu vingine kibao. Sasa eh, Zuki mwenyewe bana, kwa sasa hivi anaweza kutimiza dola bilioni 226.6. Imagine dola bilioni 226.6 bana, sio kichezo kabisa ukiendelea kukalculate kwa pesa ya Kitanzania. Lakini pia kulikuwa kuna story nyingi sana eh, kusema masuala mazima ya WhatsApp sio Instagram kwamba kuna baadhi ya watu ambao pia walitaka kumuuzia, walitaka kuchukua mitandao hiyo kutokana na labda uendeshaji walikuwa hawaliziki nao watu kutokea katika nchi zingine tofauti tofauti, lakini pia imekuwa kuna stori nyingi kuhusiana na masuala mazima ya hii e, mitandao hadi hadi pia Marekani iliweza kuingilia kati swala so zima la mtandao wa TikTok. Moja kati ya watu ambao pia waliweza kuanzisha kutokea huko nchini China, walikuwa wanasema kwamba kuna baadhi ya vitu inabidi wa, wa vibadilishe mbali mtandao huu inabidi uuzwe na vitu vikawa ni kibao, lakini kwa stori hiyo kwa sasa hivi e, bado haijaendelea. Sasa hatujajua kwamba kuna mazungumzo ambayo pia walishakuweza kukubaliana na tu, vitu vingine vikawa vinaenda viral kama hivyo, lakini pia Zuck, tukisema la Zuck bana miaka tu ili mtosha yeye kuweza kufungua mtandao wa Facebook na kuweza kuanzisha na watu wengi kwa sasa hivi wanatumia sana mtandao wa Facebook, Instagram pamoja na na WhatsApp na kuweza kutimiza kiasi cha dola bilioni 226. Sio poa, sio kitoto, sio mchezo. Endelea kutufuatilia. Wewe ulivyokuwa na miaka 19, tuambie hapo kwenye comments, ulivyokuwa na miaka 19 ulikuwa wapi, unafanya nini? Na sasa hivi una miaka 40, 30, 50, 60, una kiasi gani cha dola au hata pesa ya Kitanzania, utajiri wako ni kiasi gani? Komenti yako itakuwa muhimu sana kwa sababu e, tutapita nazo zote kwa pamoja. Endelea kutufuatilia, chao chao chao.